Serikali ya kaunti ya Kilifi imefutilia mbali baadhi ya miradi iliyokwama ambayo ilikuwa imekabidhiwa wanakandarasi na kushindwa kuitekeleza. Hii ni baada ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na Nancy Gathungu kuagiza zaidi ya kaunti 20 nchini zilizoshindwa kusimamia vyema fedha na rasilimali za umma kutopewa mgao mwingine wa fedha na serikali ya kitaifa. Kaunti hizi zinadaiwa kutotumia rasilimali za umma vyema sawa, wakati wa bajeti ya mwaka wa kifedha wa awali na kuchangia ofisi ya mkaguzi wa serikali kutoa taarifa hiyo kwa umma. No Gavana wa kaunti ya Kilifi, Gideon Mng'aro amesema baadhi ya miradi ambayo imefutiliwa mbali ni ile ya barabara za mashinani, ujenzi wa shule za chekechea, miongoni mwa miradi mingine, akisema miradi hiyo sasa itakabidhiwa na nchi kuikamilisha miradi ile ambayo yote imesimama pia mashinani kuanzia serikali iliyopita na mkandarasi alihama hajarudi, hapo ndio ile ambayo tumesema yote. Sasa imefutiliwa mbali na imerudi kwa kaunti. Kaunti ndio watahusisha wananchi waweze kumaliza, kama ni shule za chekechea, vyuo vya ufundi, kama ni hospitali ndogo ndogo, visima na, na mabao ale ambayo nimesema yote, tutarudisha kwa wananchi, ili pia wananchi waweze kufaidika na fedha zile. Gavana Mng'ara ameshikilia kwamba wanakandarasi waliopewa zabuni na kushindwa kukamilisha miradi ya kaunti hawatalipwa fedha zao na miradi hiyo kukabidhiwa na kandarasi wengine kuikamilisha kwa mara nyingi. Kuna miradi mingi sana, mtaona kwa hii e kaunti imesimama mingine, na miaka kumi, mingine na miaka minane, mingine miaka sita. Ndio hiyo hapo nimeandika kwamba kuanzia sasa imekuwa voided, kwamba miradi hiyo sasa itapewa wakandarasi wengine, hiyo imefutiliwa mbali. Akigusia swala la bills ambazo hazijalipwa, gavana Mung'aro amesema kwamba kamati maalumu itabuniwa ili kufuatilia swala hilo sawa na kutatua changamoto zilizopo. Tayari ward administrators na uh, viongozi mashinani wameanza kutengeza kamati. The first phase ni shule ishirini na nane ambazo utaanza nazo ambazo pesa zitapelekwa moja kwa moja kwa hiyo shule, utakuwa na kamati ya shule, utakuwa na ward administrator na MCA kama ex officials na viongozi wengine mashinani ambao watakuwa wakisimamia ujenzi wa miradi hii. Nikiripotia kwa Coco FM kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Mwahoka Mtumi, Coco FM ladha ya pwani.